Baadhi ya wa wakazi wa Kisumu hii leo walipinga pendekezo la kuuza hisa za kampuni ya Safaricom, wakiitaka serikali kutafuta kampuni zingine ambazo hazipati faida na kuuza hisa zao. Aidha, walielezea wa wasiwasi wao na serikali, kuhusu jinsi fedha hizo zitakavyotumika. Na kama anavyotuarifu Laura Otieno, maswali kuhusu jinsi kampuni ya Vodacom ilichaguliwa kama mnunuzi wa hisa hizo pia ziliibuka. Pendekezo la uuzaji wa asilimia 15 za hisa katika kampuni ya Safaricom ulipokea upinzani mkali. Wakazi wa Kisumu wakiishutumu serikali pakubwa, wakisema kuwa lindi lililomeza serikali kinatokana na ufujaji wa fedha na badala yake kupendekeza kampuni mbadala kuuza hisa. Ukifuga ng'ombe na uko na problem.

Nikitugani serikali inapanga kuuza next, maana labda sasa mtindo ni kuuza ndio tupate pesa. Nikitugani inapanga kuuza next. Waliunga mkono mauzo hayo wakitaka fedha hizo zifadhili sekta za afya na elimu. Mtu unafaa kulipa a whole year ndio sasa upate huduma na SHA. Vilevile so wakazi hao waliitaka serikali kuweka bayana jinsi uamuzi wa kuuza hisa hizo kwa kampuni ya Vodacom iliafikiwa. Laura Otieno, runinga ya Citizen.